Mahali popote, yeye Mungu hachunguziki. Mahali popote anaweza kuonekana, na katika kila jambo anaweza kutokea. Hazuiliwi na lolote yeye, ni Mungu wa, wa maeneo yote zote, wa sehemu zote

sina mashaka popote na Yesu, naweza kwenda akiwapo Yesu, si peke yangu nani japo tupwa kali wangu Aja

naweza pumzika takiama, kisha nitakwenda kwake ki. Popote na Yesu naweza kwenda. Mahali hapo ulipo, fumba macho, omba, mwambie Mungu, nisaidie. Mahali popote ninatamani kwenda na wewe, katika shida, katika nyakati ngumu, katika maumivu, mahali popote, katika mashaka ninatamani kwenda na wewe ninatamani nisihisi kuwa peke yangu. Bwana, ninaomba katika siku hizi tatu nisikie uwepo wako ndani ya moyo wangu, ili mahali popote niwe tayari kwenda pamoja nawe. cha Steps to Class ukurasa wa 67 anasema, Mungu Mungu alitaka kuwa na uhusiano wa karibu na wana wa Israeli, na hivyo alikataa kuwaacha peke yao. Hii inaonyesha kwamba Mungu anataka kuwa karibu na kila mtu, akiongoza, akitunza na kutia nguvu wakati wa majaribu Mungu alitaka kutengeneza uhusiano wa karibu na Israeli na ndiyo maana hakutaka kuwaacha. Hata wakati walipotanga mbali, aliwaambia rudini, rudini, tafuteni uso wangu. Kwa nini? Kwa sababu anataka kuwa karibu na kila mtu aliyeko hapa, ili aweze kukuongoza aweze kukutunza salama na aweze kukutia nguvu katika nyakati za majaribu. Lakini pia anaandika kwenye kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa mia mbili hamsini anasema kudumisha maombi binafsi na ushirika wa kiroho. Kadri tunavyokaa karibu na Mungu ndivyo tunavyoweza kuaksi uso wake karibu na Mungu, tukizungumza, tukiomba, tukitafuta uso wake, anasema ndivyo tutakavyoaksi uwepo wake na tabia yake katika maisha yetu. Jambo la pili, jenga uhusiano wako na Mungu sasa na siku zote, usisubiri nyakati ngumu zikufundishe. Wakristo wengi tunasubiri nyakati ngumu ndizo tunafunga ndizo tunaomba ndizo tunakuja maombi ya Jumatano, ndizo tunamtafuta mchungaji, ndizo tunamtafuta shemasi. Ninakukumbusha, jenga uhusiano wako na Mungu sasa, usisubiri nyakati ngumu, usisubiri nyakati za taabu. Tengeneza mahusiano yako na Mungu sasa. Sikiliza nikwambie. Mama White anaandika anasema, lengo la Mungu ni kututia nguvu na kututunza na kutusaidia na kutuongoza na kututia moyo wakati wa majaribu, na ndio maana tuna ujasiri ya kwamba ikiwa mahali popote tunaweza kwenda na Yesu hata kama tunaweza kuwa na changamoto, lakini kama tuna Yesu tutaenda. Anasema popote nikiwa na Yesu nitalala, ninaweza kuwa na amani, hata kusubiri ufufuo wa mara ya pili. Ukiwa na Yesu una uhakika wa ushindi katika maisha yako, na ndio maana ukiwa na Yesu, yeye anasema nikifunga, hakuna wezaye kufunga Wanaweza kukufungia milango lakini, ukiwa na Yesu, hakuna atakayeweza kuzuia mlango wa Yesu aliyokufungulia. Hamjanielewa? Wanaweza kuzuia mafanikio yako, wanaweza kukufungia milango ya baraka, lakini ukiwa na Yesu, hakuna anayeweza kufunga. Yesu akifungua, hakuna wakufunga. Yesu akifunga, hakuna wakufungua. Ukiwa na Yesu ushindi ni hakika. Wanaweza kukupiga vita, lakini ukiwa na Yesu utatoboa. Wanaweza kukuzuia, lakini ukiwa na Yesu atafungua njia. Unaweza kupita katika giza, lakini ukiwa na Yesu atatengeneza nuru. Wakati wa majaribu, wakati wa shida, bado uwepo wa Mungu unaweza kusema ndani ya mioyo yetu. Hata kama hatuwezi kuona mkono wake, lakini tunaamini kuwa anasimama pamoja nasi na kutusaidia katika kila hali. Jambo la tatu na la mwisho, ninapomaliza mchana wa leo, kutegemea uwepo wa Bwana si jambo tu la kiroho, bali unapaswa kuwa mtindo wako wa maisha. Kutafuta uwepo wa Bwana sio jambo la siku hizi tatu tu, bali unapaswa kuufanya kuwa mtindo wako wa maisha. Usiishie leo wala kesho. Baada ya maombi haya, endelea kutafuta uwepo wa Bwana, endelea kukaa karibu naye, endelea kusemezana naye, endelea kuomba kwa bidii. Maana ukifanya uwepo wa Bwana kuwa mtindo wako wa maisha, umemfanya Yesu kuwa rafiki yako wa kudumu. mchana wa, ninaomba nikutie moyo katika hatari, Yesu atakuwa mlinzi katika magumu yeye atakutia moyo, katika familia ataleta mshikamano na upendo. Ukiwa na Yesu katika elimu yako ataleta mwanga wa mafanikio. Ukiwa na Yesu kila siku atakutia nguvu. Katika nyakati za kushindwa atakuinua, katika nyakati za kukata tamaa atakuinua, katika nyakati za kupoteza matumaini atakupa tumaini. Huyu Yesu ndiye ambaye tumekuja kutafuta uso wake mchana wa leo, unasema Yesu nisaidie. Ulimwengu umejaa nyakati nyingi, zingine ni ngumu, zingine zinakatisha tamaa, nyakati zenye maumivu, nyakati za kukatisha tamaa, nyakati za kuumiza, lakini katika nyakati zote ninaomba unisaidie kudumu katika uwepo wako. Kama ni tamanio lako, ni kualike usimame, napomwalika Pastor Isaya anapokuja kuomba kwa ajili yetu mchana wa leo, lingekuwa ni tamanio langu na tamanio lako, ya kwamba Bwana nisaidie hata baada ya siku hizi tatu za maombi nisitoke katika uwepo wako, nisitoke katika uwepo wako. Nisaidie kuendelea kudumu katika uwepo wako, hata kama itanilazimu kulala, lakini nilale kwa furaha na tumaini la kukuona unaporudi mara ya pili. Pastor Musa, karibu. Utukuzwe mfalme wa amani, wewe uliyejaa neema na rehema juu watoto wako, jina lako itukuzwe. Kutano hili lilokusanyika mbele zako likitafuta uso wako na uwepo wako Bwana, ndani ya ibada ya leo, tunaomba sasa Yesu ukatupokee, kama tulivyokuja, utufinyange upya ili kutambua milango iliyofungwa na maadui, kwamba tayari wewe hakuna iweza kuzuia kuifungua tena. Tumekuja tukiwa tumechoshwa na tabu za dunia hii, kwako mchana wa leo tumepata faraja. Tumekuja tukiwa tumekatiwa tamaa na yule mwovu, mioyo yetu sasa kwako, kwa Yesu, imetiwa nguvu tumekuja tukiwa tumechoka na tabu na masumbufu ya dunia hii. Wakati mwingine tumedhani kwamba tunafanya kazi, kumbe tunahangaika na dunia. Tunatamani Yesu, tupatie sasa nafasi nyingine tena ya kukutumikia wewe na kudumu kuishi katika imani iliyo hai. Wengine wamekuja Yesu, familia zao zina mafarakano, mke na mme hawana maelewano. Wafinyange upya Yesu, maana mlango ulio wazi hakuna wa kuufunga duniani tena wengine wamekuja, maisha yao yamefarakana na Ukristo wao tunavyoishi, na tunavyotembea, na tunavyokula, na tunavyozungumza hatuoneshi kwamba ni watoto waliofiwa pale msalabani. Nawe Kristo tufinyange tena, mataifa yanapotuona, mataifa wakuone wewe Yesu kupitia mienendo yetu. Chana waleo, chana waleo, tufinyange tena, tukafae kwa ajili ya milele. Tusamehe dhambi tulizozitenda za asili na zilizo wazi, ili saa inapokuja na porudi mawinguni, Kristo, asiwepo mmoja atakayepotea kwenye kutano hili, wote tukaseme kwa mujibu wa Isaya ishirini na tano fungu la tisa, huyu ndiye Mungu tuliyemngoja kwa miaka mingi. Namu aje, tushangilie ujio wako, mara ya pili uwe ni shangwe na nderemo kwa kanisa lako ujio wako mara ya pili uwe ni ushindi wa mdhambi kukona mawinguni. Ujio wako mara ya pili uwe ni ushindi kwa wagonjwa wote. Chana wa leo, tunaomba tupatie nafasi nyingine tena ya kuendelea kukuabudu kwa unyenyekevu. Bariki pasta Erisha, bariki pasta Musa, bariki Pastor Mrimi, tubariki sote na familia zetu. Wote tulivyokuja tumekuja kuabudu, maana ni Baba unayestahili kuabudiwa. Na tunapokuja tunakuja kwa Baba tukiwa kifua mbele ya kwamba tunaye Baba mwenye kujali, na huyu Baba naye jali, hajawahi kumwangusha mtoto wake kamwe. Nasi na kama watoto wako, tunaomba kwa imani, mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana atubariki. Naam. Mtazamaji na msikilizaji unayeendelea kufuatilia kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato California, ni ndani ya mtaa wa Nyawilimilwa. Ni siku tatu za maombi, ambapo kauli mbiu inasema uwepo wa Mungu ni njia yangu. Nikukumbushe wewe unayetutizama hapa, upendo wa Mungu ni njia yangu hivyo ndivyo tunavyohitimisha na somo zuri kabisa lilokuwa na kichwa cha somo kinachosema uwepo wa Mungu katika hatari. Tunaenda katika tamati na tutawaambia tena nini kinarejea katika ungwe inayofuata. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Na wewe ambaye umetuma maoni yako kupitia mtandao wa Instagram na WhatsApp tutayasoma hapo baadaye wakati utakapowadia. Mungu akubariki na uwe na mchana mwema.